Mpenzi wangu. Bae. Uliambia kwamba una ujauzito, akanimsikie mtoto anavyocheza, sabiri mm. <tutu> <tutu> We Nema, wewe kuna shida gani dada? Mbona nema nema shida nini?

Sikiliza, tena, ni... mbele za watu! Mwanaume malaya wewe, mwanaume tapeli wewe, Tumeongea ya jana tumelewa dada! Unanifanyia hivi! Kwa makini. kwa, kwa na mdogo wangu

Mama, mimi nyanya shingapi? Nyanya mia mbili. Hadi fungu fungu hizi ni 200 na 100. Naabilmamia hata. Ah, nipatie kwa mfuko ndogo wangu Neema, nadhani umeona kitu kilichotukuta leo. Ni kweli Makabila sio mtu mzuri, mpaka amefikia hatua ya kunigonganisha mimi na wewe. Sio mtu mzuri kabisa, hata kidogo. Ndo nimeamini dada. Makabila ndo babake Paulo na ndo aliyenizalisha mimi, na alikuwa anajua fika wewe ni mdogo wangu, lakini umeona kitu alichotufanyia. Hii aibu tunaiweka wapi? Tunaiweka wapi ii aibu sasiki? Nikuambia kitu kimoja, usiwaze sana, ili swala ni dogo na tutalimaliza. Tumuue ili tufiche hii aibu, lazima tumuue huyu, atatuzowea leo nimemkuta na wewe, kesho nitamkuta hata na mamaangu. Nadau, tumuue. A -a, dada kuwa so vizuri. Kwa sababu gani? Unampenda? Nampenda, afu pili ameniachia ujauzito. Nini? Uja uzito kwa miezi mitatu, dada unavyosema kuwa so vizuri. Nema, una mimba ya makabila yeah. Nema, nei, usha yakanyaga umeadabanga kabisa. Umeavluga. Ifu janiona mi nilivyoangaika hmm? uliniona nilivyoangaika toka na mimba hadi nimejifungua huyo huyo makabila nimeangaika na mimba hadi nimejifungua maskini dada yake mimi Nilikuwa sijui. Nilikuwa sijui kabisa dawa pole lakini tufanye kama tulivyokwambia huyu mtu tunaenda kumuua leo sawa natoka napeleka begi nyumbani natoka nikirudi na kuletea dawa Utaam mi mwenyewe namchukia sana, ujui wewe, tunamchukia sana. Utaenda pale kwake upeleke hiyo dawa, lazima tumuue. Hawezi kutuchezea familia yetu hivi, haiwezekani. Mimi sikubaliani na hichi kitu hata kidogo. Natoka, sawa dada. Sasa, ole wako umwambie mtu jamani. cho mwanangu, abe mama, nakuomba yaani urudi nyumbani mara moja, yaani uko nyumbani, unajua ni kumenuka mama. Mi siwezi kurudi nyumbani. Kwa nini kwa nini? Mi sirudi nyumbani mama. Sasa nikwambie kitu, utake usitake, nyumbani unarudi. Mimi uko tayari nimeshalamba makofi na baba yako na, na ukicheza namwambia ulipo, na nimesha pafahamu. Mama, mi sirudi nyumbani. mm-hmm tamwambia ukamwambia baba ukimwambia mimi nami nitamwambia mambo yako. Wanategemea kwamba ukimwambia baba yako atanifanya nini? Umezaliwa ukanikuta naye, alafu leo wewe uje utambe naye, utaweza? Nakuuliza utaweza? kwani mama wewe, ile siku ulivyokuja chumbani kwangu, ukujua kama mimi nipo au ukujua kama nitakuja kuingia chumbani kwako? Ni nyumbani kwangu. Kwa hiyo hauwezi ukaniingilia mambo yangu hata siku hii, hata siku moja. Mimi nitabaki kuwa mama na wewe utabaki kuwa mtoto. Mama, mimi siwezi kurudi nyumbani tena, siwezi. Ndivyo sasa, kwa taarifa yako, huu mguu natoa hapa. Najua kwamba nyumbani unarudi, mimi sirudi mama, sirudi.

amekunya kwenye shamba la sasa, aende akayazoe. Wewe mtu akazoe huko huko, unamvutia kwenye shamba hakuna. Unaona, sikiliza nikwambie. Sawa, alafu mimi mbona nakuheshimu sana. Hebu kwa unavyoniangalia, naweza nikafanya kitu kama hicho hicho? sikutegemea kama wewe wewe wewe wewe huko mnyama kiasi hicho. Hapana, sikiliza, ukazoe yale mavi, nenda huko. Nimekunya wapi wapi? Hakuna cha kuzoa mavi wala nini, unataka kubaka tu, hamna. Ah, bwana, alafu sikia, unaelekea ah, ah, icho mimi yale kubaka hamna, wala hata hata nayo mipango kweli. Mimi emi niangalie mimi. Ni wakufanya mambo kama hayo ni matapeli wakubwa. Nyinyi hamna, wewe wewe yale yale. Hebu alafu kwa i see kidogo tu. Kana bahati. Na nasira zangu nizo nazo zote ningemalizia hapo leo. Mama, kwani hilo kijana namfahamu? Ndio, namfahamu. Aisha alikuwa akija dukani kwangu nikawa namhudumia ni, namhudumia, ni mteja wa pale dukani. Sasa nashangaa nakuta anafanyika kitendo. Haya, yani, yani, yani, nikamnunulie vocha. Nilikuwa napita. Sasa nikamnunulia vocha mstuni hapo. Kwani usingeenda kupita ile njia ya sokoni kule? Nyanya ni kule zikuwa zimeisha, nikaenda kunywa pale kwa wakati. Hapa sio kijana tabia za vijana wa huku. Yaani, usije ukarudia kabisa mwanangu, nakuomba usije ukarudia hapa. Shukuru Mungu nimefika kwa wakati, angekuwa mengine hapa sasa hivi. na hii njia tena usije ukarudia kupita sawa? Aya. Umeelewana? Aya, twende nyumbani.